Mtazamaji wa kusaga TV, leo hii nimemtembelea diwani wa kata Sambasha Mheshimiwa Lengai ole Sabaya kuzungumza naye. Hivi majuzi alitoa taarifa kuhusiana na video ambayo imeonekana ikuhusisha viongozi wa serikali ambao wanaonekana kwamba walikuwa wanawanunua madiwani kuhamia Chama cha Mapinduzi, lakini kwa upande wake alijibu zile hoja na kusema kwamba ndani ya siku mbili atatoa matokeo ni wapi ile yeye mwenyewe aliita filamu ni wapi imechezewa na leo sasa nimemtafuta ingalau atupe ukweli mheshimiwa habari za leo sawa kabisa labda ujitambulishe majina yako. okay naitwa Lengai Olesabaya mheshimiwa diwani tueleze kile ambacho ulikisema ndani ya siku mbili ushahidi utakuwa uko wazi na ni zaidi ya ya, ya, ya ya siku mbili sasa sijui ni nini ni wapi ambapo kwanza hakuna jambo lililokuwa mpaka sasa Nilichosema ni kwamba tungetoa ushahidi na kueleza ni nini hasa kilitokea na kimetokea wapi katika siku mbili, nilisema hivyo, lakini katika kipindi cha siku mbili tumekutana na mambo makubwa zaidi na mazito ambayo, kama uh, ungependa, nitakueleza baadhi. Tumekutana na mambo makubwa, tumekutana na ushahidi mwingine mzito unaowajumuisha watu wengine tofauti tofauti. Kwa hiyo, inaonekana hii filamu ni mchezo wa muda mrefu nilichosema kwa kiuhakika ni kwamba siku mbili, lakini mpaka sasa tumeshajiridhisha filamu imetengenezwa wapi, nani ameshiriki katika kuiongoza hiyo filamu. Ule ushahidi ndio tulikuwa nao, ushahidi wa awali, na tulipokutana na mambo mengine makubwa yanayowahusu hao wahusika, hasa kwenye filamu hiyo, wale ma characters, tukasema tuchukue muda zaidi tujiridhishe vya kutosha, ili tukija tuje na jambo ambalo lina, lina lina mashiko ambalo ni limebeba imebeba uhusiano wote wa nini, kwa nini filamu hii imetolewa katika kipindi hichi, na ni nini sababu na msingi wao kufanya na wamegharamikiwa na nani na kufadhiliwa na nani? Sasa kidogo utueleze, mmeshabaini ni yapi ambao mmebaini, ni wapi ambao wamehusika? Tuweke kidogo kwanza, uelewe tu kama ambavyo nilisema, muongozaji director wa filamu anaitwa Joshua Nassari. Filamu hii Joshua Nassari ameitengenezea yeye na mawakala wake Njiro, hivyo vifaa anavyoviita vifaa vya Uingereza amevitengenezea amevinunua wa ama amefuatilia kwa miezi minne, alikuwa ndani amejifungia Njiro yeye na mawakala wake na wafadhili wake, ambaye ni bwana mmoja mfanyabiashara wa madini ya Tanzanite, na tutamtaja kwa wakati sahihi ukifika. Lakini wao waliokaa wakadesign filamu hiyo, wakaona heshima yao imeshuka kwa wananchi wakataka kubadilika. Linahusu mtu kununua mtu mwenzake au mtu kupokea rushwa ya kutoka kwa mtu mwingine. Ilikuwa inahusu namna heshima ya CHADEMA itakavyorudi kwa kuwaondoa wananchi wa na Watanzania kwenye mjadala ule mkubwa ambao Rais amekuwa akiupigania, ule mjadala wa mali asili ya, ya taifa hili na mijadala mingine la kuingiza mijadala ya hovyo. Kwa hiyo tuna, tuna nikuambie kwa uhakika Kusaga, nikuambie kwa uhakika ile ile filamu karakta wake mkuu ni Joshua Nassari. Joshua Nassari ameshirikiana na madiwani akiwemo diwani wa Mbuguni. Ameshirikiana kile anachokiita, ili uelewe leo, kile anachokiita tumefanyia ndani ya ofisi za umma. No, thank you, kidogo kidogo, tuweke sawa ile video kwanza, iliyoonekana ambayo mheshimiwa Joshua Nassari pamoja na Godbless Lema wanaita waandishi wa habari, wakaonyesha ile video ikionyesha baadhi ya viongozi wa serikali. Unakubali kwamba wale ni viongozi wa serikali, unachoniambia unachotaka kusema kama tu, ili tukae kwenye laini moja tukubaliane kwanza kwamba kama video hiyo tunaikubali leo, tukubali video ambayo ilitengenezwa na Lwakatare, mkaikanusha, wakaikanusha hadharani, na na Lwakatare alionekana anaongea na mdomo wake ulikuwa unatari na anachokisema, tukubaliane na video mashuhuri ile, sinema mashuhuri ya Fly Tukia ambayo ilikuwa inamuhusu Freeman Boye na Wema Sepetu wakakanusha, wakasema imetengenezwa, lakini mheshimiwa inaonekana ni picha kabisa, ni ofisini pale na na ofisini kwa Lakatari, mnikanusha. Ndio ninachokuambia, lakini kulikuwa pia na picha nyingine Kusaga, kama ulikuwa Arusha hii mwaka 2013, kulikuwa na picha ilikuwa ina chafu inamuhusu mheshimiwa mheshimiwa Lema, watu wakakanusha, na ni picha na ni mtu anaonekana. Sasa ukitaka tukubali hile, niambie na ile ya Lema ambayo unaijua ile picha chafu ile ile picha ya Gomora tuambie, na ile picha ilikuwa ni ya kweli. Kwa hiyo kama kuna uwezo wa mtu kutengeneza vitu kama vile, watashindwaje kutengeneza hivi? Hasa kwenye natupata tuma, shida ya kwangu ni kwamba inakuwaje picha ambayo inatengenezwa Uingereza, zile mlisema zimetengenezwa na wana CCM, wana CCM, wakafika sehemu wakakubaliana kutokubaliana hii mnayosema mmetengeneza Uingereza, mnasahauje jambo la muhimu kama tarehe? Mnasahauje jambo la muhimu kama teknolojia ya Uingereza iko juu kuliko ya hapa. Kwa hiyo unaenda kununua madiwani wa mwaka 2018, maana 2018 maanake umenunua picha zilizo expire mheshimiwa. Ile ile video sio, sio imetengenezwa, ni filamu. Filamu maana yake kusaga ni mambo ya utunzi na kutunga ni kipaji kinachotoka kwa Mungu bahati mbaya utaniambia wale viongozi ambao walionekana pale walikuwa wao wanacheza filamu ama ni akina nani ni filamu inatengenezwa na director. muongozaji wa filamu anayeandaa filamu ni director. yeye ndo ana script yeye ndo anajua idea yake kwa hiyo akishapata wa anatafuta watu wengine wa kuhusisha kwa hiyo kuamka asubuhi kwenda kuchukua picha za matukio za viongozi mbalimbali sehemu wewe we, umeiona ile ile ile ile, ile, ile filamu, yaani mnafanya biashara kubwa kama ya kununua madiwani wakati wa mwenge, yaani mwenge wa uhuru eti ndio unatumika sasa, ndio kipindi hichi kinatumika, tunaenda kununua, kununua madiwani kwenye jambo kubwa kama hilo. Kwa inawezekana picha zile zimepigwa kipindi cha mwenge, namna sasa ya kuingiza sauti na kuifanya filamu ikamilike, ndio biashara ikaenda kufanyikia Njiro, na hicho ndio nachokuambia kwamba tulijua Nasari atakuja aonyeshe. Alisema, alizungumza akasema watu wakipeana na kupokea rushwa, sijaona mpunga pale, sijaona kesh Kusaga, sijaona namna watu. Na hata ukiangalia wewe, ni mwandishi wa habari Kusaga, tizama, tizama ile filamu saa yote, anzia mwanzo mpaka mwisho, hakuna sehemu mtu anaonekana picha. Saa ile ambayo mtu anaonekana picha, tuseme Mnyeti ama nani huko nyuma kwenye background, sauti, yaani sauti haitali haitali, sauti na picha. Hilo ndo kwanza, lakini na pili, katika ile filamu kuna sehemu ile simu, mnasema simu Mnyeti alimpigia yule yule mtu alikuwa anazungumza naye, yule yule, nadhani ni miongoni mwa waongoza filamu wale, anapiga simu anajitambulisha kwamba mimi naitwa Mnyeti, siku ile wakati tunaongea ulinirekodi. Sasa unafanya biashara na mtu ambaye anatakiwa kununua madiwani wafanya biashara na mtu anayeshiriki kwenye biashara yako kubwa hii ya ununuzi, kama nini ni bidhaa halafu, kweli haumsevu namba mpaka akupigia jitambulishe, that is nonsensical. Ndio maana nakwambia walikosea kwenye filamu ile. Ilikuwa ni nzuri, ilikuwa na maudhui mazuri sana, lakini walikosea namna ya uandaaji, na ndio maana unaona kuna haya makosa madogo madogo kila tuki, kukicha tunakutana na makosa hayo, ni kwa sababu Nassari sio muongoza filamu. Nassari amepewa wajibu wake ulioshindwa. Kwa hiyo anatafuta sehemu ya kuficha ile fedheha na aibu yake. Kwa hiyo sasa, mheshimiwa Lengai Olesabaya, unataka kutuambia nini baada ya haya yote kutokea? Tumeona kwamba mheshimiwa Nassari ule ushahidi wake anaopeleka mpaka Takukuru, na Takukuru wamepokea na wamemhoji mheshimiwa Joshua Nassari, na wao huenda wameona yakao ambayo ameona. Na leo umesema kwamba ile video inaonekana sio viongozi wale, sio picha zile lakini leo inaonekana mpaka pale e, mheshimiwa diwani wa kata ya, e, mheshimiwa diwani Emmanuel Moned ambaye kwa sasa ni mtendaji wa kata yako ya, ya ya Sambasha leo alikuwa anazungumza mambo pale mazito ambayo yanahusu e, viongozi wa serikali pamoja na chama cha mapinduzi. Sasa leo unataka kutuambia kwamba, kutuhakikishia na zile sauti zote zilizokuwa zinaonekana sio za viongozi wa serikali wala sio diwani Emmanuel Moned? sijui ni lini umempeleka Emanuel mora alikuwa diwani wa kata yangu, sababu ni mimi ndo diwani wa pale na mimi ndo mwenyekiti wa WDC. Kwa hiyo taarifa nilionayo ni mimi nili nimekuambia, sijui ni lini ulimpeleka Emanuel alikuwa mtendaji wa kata yangu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kabla hawa watu hawajaenda TAKUKURU, kumbukeni mambo yalivyoanza kupangiliwa, waliomba kuonana na rais. Ile jambo liko ni jambo la kihalifu. Ile jambo la watu kupewa rushwa na kupokea liko ni jambo la kihalifu. Walitaka kwenda kumuonyesha rais futuhi walioiandaa. Walitaka kwenda kumuonyesha rais sinema walioiandaa. Walipokosa nafasi hiyo kwa sababu raisi hadili na mambo kama hayo, ndio wakaileta kwa wananchi alafu wakaipeleka TAKUKURU. Sasa nikuambie brother, utaratibu kilichokuwa kinafanyika haswa kilichokuwa kinatakiwa haswa na watu hawa ni kujirudishia kurudish, heshima ya kwao iliyopotea wakati mheshimiwa Nassari anakuja pale kutoa ile filamu, yeye alisema yeye kwa mdomo wake kwamba wakati nakuja mke wangu alilia sana na kunung'unika. Sijui kama mlimsikia alisema hivyo. Alichokuwa anamnung'unikia mke wake sio filamu hii aliyoiandaa, alikuwa anamnung'unikia kwamba mheshimiwa Nassari ni mbunge lakini ni mume wake ameshindwa majukumu ya kimsingi ya familia ameshindwa majukumu ya msingi ya kijimbo, wananchi wa kijimbo wamemvunjia heshima. Zipo tuhuma, zipo tuhuma, tuhuma, na ili usiliache kusaga, zipo tuhuma kwamba na hu huyo mbunge ameshiriki kwenye rushwa katika mashamba ya doli estate yaliyoko pale usa, mashamba ya karama, e karamu estate yaliyoko njia akna maroroni huko, ushahidi ambao haujakanushwa bwana huyu amechukua viwanja viwili kwenye eneo la pale singisi pale na haijakanushwa hizo tuhuma kwenye Madira estate hazijakanushwa. Kama kwa hiyo, kama kama hayo mambo yapo, kama wananchi wanajua hayo, kama kazi wananchi waliokupa ni kuwaletea maendeleo, lakini wewe unaenda kuwa, kuwapora na kuwaibia, kushindi kutengeneza filamu ya aina hiyo katika. Ndio maana nakwambia siku mbili zilienda mbele katika uchunguzi wetu, uchunguzi wangu, wakati naendelea kuchunguza, ndio nikakuta sasa, nikakutana na mambo kama hayo juzi kwa hiyo ndiyo maana naendelea kujiridhisha kwamba ni nini kimetokea haswa, ni nani alishiriki kwenye kuandaa filamu hiyo, ili nikijiridhisha katika ukubwa wake wa mambo yote, nijue na mimi nitafanya nini kwa sababu Nassari alinitaja, alitaja kwamba yupo diwani wa Sambasha anaitwa Olesabaya, mtoto mjinga ambaye alishiriki kwenye hili. Kwa hiyo ni lazima na sisi ni wanasiasa, ni lazima na sisi tupate nafasi ya kuwaambia Watanzania wenzetu ni nini haswa kilitokea. Ni lazima tuwaambie Watanzania kwamba kama walishindwa wajibu wao walishindwa kwa sababu walifanya haya na haya, na ile heshima na utukufu kwa wananchi ukaondoka. Sasa wanapambana kuigombanisha serikali ya rais huyu na wananchi wake, ili wananchi wasiaminike kidogo. Hapa Mheshimiwa Lengai, labda labda tuweke wazi kwa maana kwamba umesema mheshimiwa Nassari ameshiriki kwenye baadhi ya migogoro ya mashamba uh, kwenye jimbo lake. Lengo lako kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba unapata ni wapi iliopotengenezwa hii filamu, na kama yamehusika kwenye haya, kwa nini usichukue wajibu wa kwenda kwenye mamlaka husika ili ziweze kumshirikia? Lingine tena, wale watu ambao wameonekana kwenye ile video wao hawazungumzi kitu chochote, wamenyamaza kimya, lakini wewe ndio mstari wa mbele kuzungumza Hasa unazungumza kama nani? Hasa watumishi wa serikali ndio wametajwa. Ukitaja mkuu wa wilaya unataja dola, ukitaja mkurugenzi unataja halmashauri ambayo kimsingi mimi nilitegemea kama kuna jambo la la la rushwa limetokea na mkurugenzi anajua, pengine Nasari ni diwani, Nasari anajua kama kuna fedha imetumika ya halmashauri, maana yake baraza la madiwani liliidhinisha, anajua. Sasa kwa nini mimi nazungumza? Kati ya wale unaona wametajwa wale wote, mimi ndo mwanasiasa mimi ndo nina uhusiano contact ya moja kwa moja kati ya mimi na wananchi walionipigia kura. Wahusika nani? Umenitaja mimi, mimi ni mhusika. Lakini pia la pili, la pili, sikiliza brother, kilio yani, kilio anachokitoa paka ndo kinakwambia amepigwa kichapo cha aina gani. Wale wengine, kila mtu anayesimama kutetea nafasi yake na na heshima yake, kila mtu anasimama kuwaambia Watanzania ni nini hasa kimetokea. Lakini mtu mmoja akiamka mwenda wazimu akaanza kusema uongo, alafu Watanzania wote wakamwamini, lazima atokee mwingine aseme, no, sio sahihi. Yule naye alidhani kunyamaza ni jibu kwangu, kwa sababu unajua kunyamaza katika hili sio jibu. Nimeamua kusimama na mimi kuzungumza na nimezungumza, nikwambie, nimezungumza hapa na jibu kama mtumbiwa sio vinginevyo. Mimi ni diwani. Mimi naangaika na, na wananchi wangu. Umenikuta naangaika na, na wananchi wangu kata ya Sambasha hapa. Mimi naangaika na, na wananchi wangu. Unaponitaja wakati mimi niko site kwa kutetea uhalali wako, maana yake na mimi lazima na mimi niamke niendelee kutafuta uhalali wa wananchi wangu waliotuamini. Kura ni kuaminiwa. Watu wakitengeneza propaganda nyepesi ukashindwa kuaminiwa kwa sababu tu ulichagua kunyamaza kwenye mambo ya ovyo na ya uzandiki kama haya wewe sio kiongozi. Mimi nimeamua kuzungumza nao, walioamua kunyamaza wameona hiyo ni busara, na katika hilo hakuna wakulaumiwa katika hili. Eh, nimeona mheshimiwa, uh, mheshimiwa Nassari aliita <tipa> waandishi wa habari pamoja na mheshimiwa Godbless Lema kuonyesha ushahidi wao, na wakati mwingine ulirushwa live na vitu kama hivyo. Sasa, kwa sababu umeshafanya uthibitisho wako kuhusiana na kile ambacho ulikuwa nakisema, je, uko tayari sasa kufanya kama ulivyokifanya, kuweka wazi ili Watanzania wafahamu kwamba bwana ile ni filamu nitengenezwa tofauti na hiki ambacho nakizungumza. Narudia, nimekuambia filamu imetengenezwa na imetengenezewa Njiro. Nimekuambia kwamba huyu mtu haswa nini ilikuwa dhamira yake, na ni kweli jambo moja tu alilozungumza huyu Nassari la ukweli ni moja tu, kwamba alishirikiana na baadhi ya watumishi wa umma hapa na hilo nalo nataka nijiridhishe nalo nijue ni nani alifacilitate hilo, kwa sababu ninajua kuna watu wengine walifanya naye mawasiliano na baada ya kutoka Njiro wakakaa Safari Hotel, wakahakikisha kwamba ile filamu inakamilika. Hao characters wote ndo unataka niwalete hadharani mchana kweupe ili tujue ni nani anasema ukweli na ni nani anasema uongo na ni nani wa kuaminika. Ni serikali ya Rais Magufuli ambayo wameivunjia heshima na rais na ambayo wamelichafua jina lake, au ni yeye aliyekimbia kutoka hospitali kutoka Nairobi kumuuguza mko akaja kutuambia hadi namna ya kuwachangia maarusi hapa, na nikwambie tu, nikwambie kwa mfano mmoja mdogo tu. Yeye bwana watu walimchangia, uone mazingira ya mambo ya ovyo yanazungumza. Watu walimchangia wakati wa harusi yake, watu wa Chama cha Mapinduzi, alikwenda akamuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, alikuwepo kibali watu wamchangie, wamemchangia milioni ishirini na mbili zikiwemo halmashauri zingine hapa zilimchangia wakati anaoa walimchangia walimchangia kwa ile nia njema, lakini yeye ametoka Nairobi leo, diwani ana um, uh, anayeoa kwa sababu tu ameama chama chake, anakuja kutupangia sisi wakina Sabaya eti ni nani achangiwe na ni nani asichangiwe. Sasa yeye angaike na mambo ya ndoa na familia yake, sisi tunajua wajibu wetu, tunajua tunapaswa kufanya nini, na katika hilo ndio maana nasema utakapokamilika huo muunganiko wote kwenye hiyo karakana ya Ibilisi ambapo walitengenezea mambo yote haya, tutayaleta hadharani, tujue ni nani mkweli, ni nani katika hili amedanganya umma na nani katika ile anatafuta huruma. Kwa hiyo kwa kumalizia Mheshimiwa Lema. Ile video unathibitisha kwamba sio viongozi wa serikali pamoja na ofisi za umma kwa sababu baadhi ya clip zilikuwa zinaonyesha kabisa ofisi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baadhi ya mbao. Sasa katika hili Mheshimiwa, kila Mtanzania ameona kila kile kilichokuwa kunaendelea kwenye ile video. Unataka kukanusha sa sauti sizo, zile sura sizo, wale viongozi sio wenyewe. Kasome uta, kasome mzuri utaalamu wa kuchanganya picha, kasome vizuri, namna watu wanavyochanganya picha za watu ambazo zinafanya kuonyesha umma kama ni kweli. Ukiwa na jibu hilo Kusaga, hautarudi tena kuniuliza jibu hilo hapa. Wataalamu wa picha wanajua vizuri. Wataalamu wa picha wanaweza kabisa hata wakamchanganya picha akaonekana Donald Trump yuko, sasa ndo anafanya kazi hizi za kusaga hizi za Kusaga TV. Inawezekana. Sasa kama hilo linawezekana na kama hilo unalijua na unajua mimi sio mtaalam, wewe ni mtaalam na unanilazimisha niseme kwamba inawezekana, wakati unajua haiwezekani. Kwa nini unataka mimi nikusaidie kusema? Kwa hiyo ile ni edited picture. Hiyo ndio jibu ambalo unatakiwa kuwa nalo toka hapa, hmm. na hiyo edited picture imetengenezewa Jiro na nimeshakwambia mapema kwamba ni nani aliyeshiriki kutengeneza, na narudia narudia, Kusaga chukueni muda wenu, ninyi ni waandishi wa habari, wataalam, wataalam, wataalam, chukueni muda wenu Tizama ile filamu wewe mwenyewe, ukiwa mwenyewe, utaona ile sauti ya yule mtu ambaye anaonekana kwamba anahoji kuhusu rushwa na nini. Ile sauti kwenda Uingereza kufuatilia namna madiwani wanavyonunuliwa Tanzania. Kumbe huku Tanzania hawa madiwani walikuwa wanaona kazi za rais, walikuwa wanaona anachokifanya rais kwenye mali asili za taifa hili. Wakao wao wakaamua kwa ridhaa yao kubadili kufanyaje? Kuhama na kuhamia chama cha demokrasia na maendeleo, kuhama Chadema na kuja CCM. Siku hizi, sasa hivi naona wameshindwa kila kona. Sasa hivi wana kisingizio kibwagizo kipya kwamba tunaona tunatishiwa, sijui naona tunafuatiliwa, ni kwa sababu filamu yao imebuma na hadhara tutakuja na kuwaambia Watanzania, tutaiambia ulimwengu kwamba ni nini hasa kimetokea, ni kwa sababu gani zikimetokea. Hao wafadhili hao wafadhili wao wanajua, mheshimiwa mbunge anajua vizuri hao wanaomfadhili usiku na mchana, waliomletea helikopta, waliomsaidia kila jambo kila jambo akitaka na kwenda kwake wamsaidie kwa kuhakikisha kwa, kwa kwamba linaifanyikisha ili kuendelea kulinda ile legacy yake. Tutawaweka hadharani ili ijulikane ni kwa sababu gani na kwa nini a wa, wa, wa, watu wanaendelea kutaka kuisumbua serikali ili wote tuanze kutizama Misri tulipotoka badala ya kwenda Kanani ambayo ni nchi ya ahadi ambayo captain wetu anaitupeleka huku ni rais wa nchi. Kidogo kwa kumalizia sasa Uh, tumeona madiwani wote waliojiuzulu madiwani wa Hai, Iringa pamoja na Arusha hapa, wengi wamesema wanaunga uh, kazi nzuri ambayo anaifanya Daktari Johni Pombe Magufuli. Hakuna kauli nyingine ambayo inatumika. Hata kama mimi kusaga nimeamua kuhama upande mwingine, uh, kutumia neno lingine tofauti na kumunga mkono rais, siwezi kumunga mkono rais nikiwa bado ndani. Kwa ni kazi za rais, wewe uone wewe kusaga. Wewe kusaga TV, wewe uone kazi za rais na kama unaziona kuna ubaya gani wa kuikana imani yako? Watu ni kuambia kusaga, watu walienda huko zamani upinzani kwa sababu ya madhambi yaliyofanyika kwenye chama cha mapinduzi kwa sababu ya udhaifu uliokuwa serikalini. Hilo halina mjadala, hilo sio la siri. Sasa kama ametokea mtu ambaye anayanyoosha yale mapito, ambaye ameamua sasa awatoe ninyi katika ile Misri ya giza ya zamani na awapelekwe kwenye nchi ya ahadi, na anafanya kwa vitendo na vinaonekana, hilo ni jambo binafsi na kina familia yake. Kwa hiyo wanachokifanya kuhama ni haki yao, ni haki ya kikatiba, na wataendelea kuhama kwa sababu rais ataendelea kufanya kazi hilo na, na hata wewe ikifika sehemu utaona, utaanza kusikia hawa watabadilisha wimbo zao muda si mrefu, wakina Nassari na wenzao, na naona wameshaanza kubadilisha badilisha, badilisha, kuhusu kufuatiliwa na nini. Watabadilisha, kwa sababu sasa hivi wameona vyuma vimekaza, vishindo vya rais vimekuwa vingi na mtetemo unatisha. Kwa namna yote ile, ni lazima wakubali kwamba sasa imani yao kwa wananchi lazima itapungua, kwa sababu mapito yanaendelea kunyooshwa na sasa Watanzania wanamuelewa rais wao. Sasa siku mbili zimeshapita tukuongeze siku ngapi? Ingalau Watanzania sasa ujitokeze mbele yao, kwa sababu mimi nimekuja kwako Sambasha kukutafuta ingalau, kwa sababu kama mwandishi wa habari ningependa nataka tufahamu kwamba zaidi ya siku mbili sasa, tukuongeze siku ngapi ili kila kitu kiwe wazi. Huenda utaite waandishi wa habari, weke projector kama walivyoweka mheshimiwa Godbless Lema na kuwaonyesha kwamba bwana, ushahidi ulioona tuna kwa, kwa video ndio huu hapa. Yani yani niweke projector, siwezi kuiga uzwazo uzwazo. Yani mtu akiwa uzwazo sio lazima mimi niwe uzwazo. Mimi ninachokuambia Huyu bwana alifanya utafiti kidogo yani, tukuongeze siku ngapi? Ali, alifanya movie yake kwa miezi minne maandalizi. Mimi nina research na na ukweli, miongoni mwa mambo ambayo ambayo nimeshaanza kukuambia hapa nimeanza kukuambia hapa, na namchallenge Nassari, na mchallenge kama anaona na yosema ni uongo, kama anaona na anayosema na ni uongo kuhusu filamu ile iliyotengenezwa, na mchallenge leo awe wa kwanza kwenda mahakamani. Kesho nataka nimwambie kwa uhakika, ninajua wametengenezea filamu Njiro, ninajua walioshiriki katika filamu hii. Ninajua namna gani hawa watu walinufaika kwa kutengeneza hii propaganda nyepesi kwa wananchi wao kwao. Na mimi kwa sababu naendelea kuresearch na nikipata uhakika wa jambo hili nitawaita saa yoyote, na muda sio mrefu, kwa sababu mambo mengi nimeshaanza, nimesha, nimesha kukuambia na kuweka hadharani. Haitachukua muda mrefu tena, nitakuja na kuambia mbivu na mbichi. Nitakuja ni kuambie kwa nini hawa watu wameamua kufanya mambo haya. Mengine nimeshaanza kuyadokeza na nadhani na wewe unatakiwa sasa uyatangaze, kwa sababu so, umekuja Sambasha hapa ili kunifuata nikupe habari hizo. Anza kuwaambia, hizi ndo details ambazo tumekuwa nazo, na nikija sasa, sio mambo ya projector, nitawahadithia Watanzania likwamba ile filamu ilikuwaje, ile filamu ambayo mheshimiwa Nassari yeye mwenyewe kwa mara ya kwanza mimi naiona, na mimi mtanzania naeongea Kiswahili, anazungumza Nassari, anazungumza mtu aliyepo kwenye filamu kwa dakika moja, lakini Nassari muongoza filamu, kwa sababu ndo anajua content yake, anaielezea kwa dakika tano au sita. Huwezi kuwa na filamu ya Kiswahili ikatafsiriwa na Kiswahili, ila kwa sababu alikuwa anajua nia yake, ilibidi atuelezee na atueleweshe kwamba alimaanisha nini wakati anaitengeneza. Muda si mrefu, tutakuja kwa Watanzania na tutarudi kuwaambia ni nini kimetokea, na tutarudi kuwaambia kwamba kazi hii inafanyika kwa madhumuni gani, inafanyika kwa kuzuia nini na kwa nini ile operation aliyosema rais ya kuzui ya, ya, ya vita, vita, vita kiuchumi ile operation ni ngumu kwa sababu wanaokupiga kila siku ni wale ambao mponao katika nyumba moja na familia moja kwa hiyo tutakuja kuambia tuwaambia wananchi hii madhara yake ni nini na wananchi watatuelewa ninaamini ninaamini katika kipindi kifupi tutakaposema haya yote kwa uwazi si ajabu tutaungana na wengine walioshirikishwa tuwaambie haya huu ndo ukweli wa jambo